Changamoto ya, ya ufugaji ni kubwa sana, hasa kwa ukanda wa Mwanza, sababu kwa Mwanza unajua hatuna hata viwanda vinavyozalisha chakula, kwa hiyo tunapata chakula kutoka nje ya Mwanza, yani viwanda ni vidogo, lakini pia hata wauzaji wa chakula cha kuku kwa Mwanza ah, ni changamoto kabisa, na ndio maana ukuta wafugaji wengi wanapata chakula ambacho sio bora, utamta naamua kumpa kuku wake, anawapa tu Uh, ni pumba tu hawapi vyakula vingine. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi, lakini pia uh, uh, maduka ya, yale yanaouza wale wanaouza madawa ya chakula wengi hawakusomea. Kwa hiyo nayo ni changamoto kwa, unakuta mtu anayekupa dawa ya mifugo hajasomea mifugo wala, wala sio mfugaji, lakini wanakulazimisha tumia hii tumia hii. Lakini uh, changamoto tulionao kubwa sana wale wanaouza madawa ya, ya mifugo wengi hawakusomea lakini magonjwa hayo yalikuwa yanatatuliwa ya siasa. Sasa hasa magonjwa ambayo huwa yanatusumbua huwa ni mafua na ndui. Tunasimamia zoezi hili la chanjo za kuku pamoja na wanyama wengine, na kila mkoa katika hii mikoa sita iliweza kupokea dozi ya chanjo za kuku ya tatu moja ambayo chanjo hii inakinga kuku kwa ugonjwa wa kideri, ugonjwa wa mafua ya ndege pamoja na ugonjwa wa ndui. Sasa kwa sababu kanda ni kubwa, ina halmashauri 42 katika hiyo mikoa sita, chanjo hizi baada ya kugawiwa kwenye kila mkoa na kila mkoa uliweza kutoa chanjo hizi kwa kila halimashauri yake, ili kuweza kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanyika kwa, kwa, kwa ukamilifu kabisa, na kila mtu aliye na kuku ameweza kupata huduma hii ya kuchanjiwa kuku wake, na bahati nzuri hii chanjo ya kuku ambayo inakinga kuku kwa magonjwa matatu, sio kwamba ni chanjo ambayo ilikuwa inagharamiwa na mfugaji. Matabia ya nchi haishi tu kwenye kuku na mifugo mingine tunajua, lakini kwenye upande wa kuku eh, kwa mfano tumechukua hatua ya kuweka misamaha ya kodi kwa kushirikiana na wizara ya fedha, ili kupata vile vifaa ambavyo vinaweza vikatengeneza mazingira e, yanayopunguza madhara kwa kupa wapo bandari kwao, tunaamini kwamba ile miundombinu inayoingizwa kwa msamaha wa kodi itasaidia sana wazalishaji e, kuepukana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hatukuishia hapo tu, pia tunachukua jukumu la wizara kwa kushirikiana na wadau kama hao, naona leo tunao hapa akinarifa wanafundisha namna bora ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi tunapokuwa tunafanya shughuli zetu za fai. Tumezoea mafunzo ambayo ni kampuni inakuja na inataka itangaze bidhaa zake. Sasa tumekuja kijingine, tunataka tu elimu kwanza. Eh, sasa hapa katika haya mafunzo kuna mbinu mbalimbali ambazo zinatolewa. Kwa mfano katika upunguzaji wa gharama uzalishaji, gharama chakula He, watu wengi walikuwa wanatupa tu hata akivuna mgo, akivuna mgomba akivuna ile ndizi leli mgomba analikata tu najikaukia pale. Kumbe hili ni, ni, ni bonge la lishe kwa kuku, ukilitengeneza ukalikatakata ukaanika, kuku wanapata vyakula vya kutosha, lakini pia maganda ya mihogo. Kwa hiyo hizi ni namna gani unaweza ukapunguza gharama za uzalishaji kutumia mimea ambayo inatuzunguka kama kwa ajili ya tiba mbadala. Eh, na kuwalisha, kuwawekea kama chakula. Hii itapunguza gharama, lakini pia itapunguza eh, changamoto za